Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya thelathini na tisa ya mafungo yetu ya Kwaresma, mafungo ya siku arobaini, na tukiwa katika juma hili kuu, ninataka nikuulize swali: je, unawafikiria wengine kwa kiasi gani? Unawafikiria wengine kwa kiasi gani? Yesu alitufikiria kwa kiasi kikubwa sana Je, tunapambana kwa ajili ya wengine kama Yesu alivyopambana kwa ajili yetu? Ndugu zangu, katika jamii yetu hii ya leo, kila mtu yuko bize, karibu kila mtu yuko bize kutafuta maisha. Wengine wako bize kutafuta kazi bora, wengine wanajitahidi, wako bize labda kujenga nyumba nzuri, wawe na nyumba nzuri. Wengine wanatafuta labda atakuwa na nafasi kubwa, labda kazini, au kwenye biashara au kwenye kampuni. Wengine wanatafuta labda kujiendeleza kielimu eh, ili wawe na fursa bora na nafasi bora zaidi. Lakini katika juma hili kuu, ndugu zangu, hili juma kuu linatupa changamoto ya kujiuliza swali, hivi tunapambana kwa ajili ya wengine kama Yesu alivyopambana kwa ajili yetu? Unajua Yesu haku hakujilinda, hakujitetea. Unajua alinyamaza kimya akaenda kusulubiwa kwa ajili yetu. Angeweza kujitetea sana lakini katika Isaya ile sura ya ya, ya, hamsini na tatu mstari wa tano anatuambia kwamba alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu eh. Alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu. Huu ndio moyo wa kujitoa wa ajabu kabisa ambao tunauona kwa Yesu. Unajua Yesu hakufa tu kwa ajili ya watu wa zamani, lakini amekufa kwa ajili yangu, amekufa kwa ajili yako leo. Alikubali kuchukua mzigo usio wake eh, kwa ajili tu ya wokovu wa wengine, yaani alijitoa kwa ajili ya wengine. Ndugu zangu, leo kuna watu wachache sana ambao wanajitoa kwa ajili ya wengine. Familia nyingi leo zinavunjika ndoa nyingi zinavunjika, ni kwa sababu ya ubinafsi. Ubinafsi, kila mtu anataka kujiangalia yeye, hayupo pale kwa ajili ya mwenzake, yupo kwa ajili yake. Mtu anajiuliza nitapata nini kwenye ndoa hii, nitapata nini kwenye ukoo huu, nitapata nini kwenye familia hii, lakini hajiulizi atatoa nini kwa ajili ya ndoa yake, atatoa nini kwa ajili ya familia yake. Viongozi wengi leo wanatumia nafasi zao kwa manufaa yao binafsi. Ukiangalia viongozi wa serikali, ndio shida kubwa, kwa manufaa yao binafsi. Marafiki wengi leo wanageukana kwa sababu tu ya manufaa binafsi, kwa sababu ya pesa labda. Tunahitaji ndugu zangu, mfano wa Yesu eh, mtu anayeweza kubeba maumivu ili wengine waishi. Hebu fikiria wakimbizi wanaohifadhiwa na familia zisizowajua hebu hmm, fikiria mapadre na wachungaji wanaohatarisha maisha yao kwenye maeneo ya vita kule kuhudumia watu. Hebu hmm, fikiria waalimu wanaofundisha watoto kwa mishahara midogo sana midogo sana hebu fikiria hawa wote ndugu zangu, wanabeba msalaba kwa ajili ya wengine, na hii ndio njia ya Kristo sasa kwa hiyo katika juma hili kuu, ndugu zangu, Yesu anatuita, anatuita kwenye upendo wa kujitoa, upendo unaojitoa. Tusisubiri kufanya makubwa sana, hapana. Tuanze kwa kuwanyanyua wale walioanguka, kwa mfano. Tuanze kwa kuwafariji waliovunjika moyo, eh, kwa kuwapigania wale wasio na sauti, kuwasemea wasio na sauti. Unajua, kama kweli tunataka kuingia kwenye utukufu wa Pasaka, basi lazima tufanye kazi ya msalaba wa huduma. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, nawatakia juma kuu lenye baraka na mafanikio na nawatakia pasaka njema ina